Kwingineko, biwi la simanzi limetanda katika kijiji cha Ting'ang'a katika kaunti ya Kiambu kufuatia ajali ya barabarani iliyosababisha vifo vya wanandoa karibu na mto Kiuu kwenye barabara ya Ndumberi Githunguri githung, hivi leo. Ajali hiyo ilihusisha bodaboda na gari aina ya Volkswagen. Tazama. Gari hili aina ya Volkswagen lilichomwa na wahudumu wa bodaboda waliojawa na ghadhabu baada ya kudaiwa kugonga bodaboda iliyokuwa imebeba wanandoa na mtoto wao kwenye barabara ya Ndumberi Githunguri katika kaunti ya Kiambu. Kwa mujibu wa walioshuhudia, dereva wa gari hilo aligeukia upande bodaboda hiyo ilikokuwa kabla ya kuigonga. Wanandoa hao walifariki papo hapo, huku mtoto wao wa mwaka mmoja akipelekwa katika hospitali ya Kiambu level 5. Mbimpo. Eh, apasonoka ilikuwa inateremka inaenda pande ya Kiambu, na pikipiki iliikua ina, inaenda pande ya Gitongori. Sasa wamekutana hapa apa. Apa kunaitwa Kiu oniowituting'anga Dereva wa gari hilo litoroka ili kuepuka ghadhabu ya wakazi wa eneo hilo kabla ya kujisalimisha katika kituo cha polisi cha Kiambu. Wakazi hao wameitaka serikali kupitia halmashauri ya barabara kuu humu nchini Kenya kujenga matuta katika eneo hilo wakilitaja kuwa eneo hatari. Kumekuwa na aksidenti zingine dogodogo, zenye unaona hata hazifai, juu ya utapata mtu amekuja na, na speed kubwa juu hakuna bump anakuja kama ameteremka, na hii ni barabara ni barabara iko na na residential houses, kuna watoto unaweza ona mtoto amekimbia ameruka kwa barabara. So ile dawa inaweza patikana ama solution kwa hii barabara ni kuwekwa tu pumps. Magari ya kuzima moto kutoka serikali ya kaunti ya Kiambu yalichukua siku nzima kuondoa mabaki ya gari hilo, jambo lilosababisha msongamano katika barabara hiyo yenye shughuli nyingi. Miili ya marehemu ilipelekwa katika makafani ya hospitali ya Kiambu level 5. Kasi cha namasha, dira ya Magwiji.